Unajua wajuzi, wakati tunafanya ile hafla pale ya Engineer Hersi uh, jimkana pale nilimtania wakumwambia kwamba kila jambo zuri lina uzuri wake na changamoto zake. Kaambia za sasa hivi hatua ya awali ya CAF Champions League na Confederation imekuwa ngumu sana, kwa sababu timu nyingi zinaea, imagine tu timu kama Silver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 mtu mmoja wa hovyo sana juzi, wakati wamtambulisha kocha, alipita kwenye comment pale, akasema huje mnamuita Patrick Mabedi, huu ni Patrick Mavitanda <laughs> nilicheka sana ile comment, nikasema kasema hey, mavitanda si mabedi, turahisishe tu tumwite Patrick Mavitanda. Ebala tume, tunaondoka na hapa, narudi nyumbani kwao, iko excited sana kwa sababu